Leo katika video hii nitakuonesha ushahidi namna gani unaweza kupata msaada wa kifedha au mkopo kupitia simu yako kirahisi kabisa. Huhitaji kuwa na smartphone na ndani ya dakika moja utapata msaada wa kifedha. Iko hivi. Ingia kwenye simu yako, bonyeza nyota 150, nyota sita, sita sita alama ya leli. Kisha baada ya menyu hii kutokea utachagua namba tatu, mkopo. Na baada ya hapo kama unavyoona kirahisi kabisa hautachukua hata dakika. Utabonyeza namba moja, omba mkopo na Menyu hiyo ikitokea utachagua namba moja omba mkopo, kama inaponekana hapo, na kisha unaona hapa nina nimeandikiwa kiwango changu, na mimi ninaandika kukopa elfu hamsini na tano kama unavyoona kirahisi kupitia simu yangu mkononi. Nitakwenda kuipokea hii pesa na andike elfu hamsini na tano kisha na send, na nasubiri kama hivyo. Na hapo nitachagua ninataka mkopo wa siku ngapi kupitia simu yangu. Basi mimi kulingana na mahitaji yangu ama dharura yangu niliyokuwa nayo, na ninachagua namba nne Siku 14 na ninathibitisha kwa kuandika pini yangu, na baadaye kama hivyo unavyoona, napewa taarifa za mkopo wangu nitalipa tarehe ngapi, na kama ninakubali kukopa na kupokea pesa nitabonyeza namba moja. Kama hapa nimepokea, na tayari naambiwa ombi langu linafanywa kazi nitapokea ujumbe vipunde, na punde si punde tayari, kama unavyoona hapo, nimepokea message, na kama unavyoona message inaniambia tayari wananishukuru kwa kutumia huduma hii na tayari nimepokea mkopo na kama utakuwa unahitaji kulipa ama kurejesha mkopo ambao tayari umeuchukua kwa njia hii, utapiga vile vile nyota 150 nyota 66 alama ya reli, utaenda kama nilivyokuonesha, na baadaye utagusa sehemu ya rejesha mkopo na tayari utakuwa umerejesha mkopo wako. Na huduma hii nilishaelezea hapo kabla, ile nimeonesha ushahidi, ni huduma inapatikana kupitia NMB Mshiko Fasta. Unachohitajika tu ni kutengeneza akaunti ya benki na utakuwa umemaliza. Unaweza kukopa kiwango chochote mpaka shilingi milioni moja kirahisi kupitia simu yako. Mpaka wakati mwingine, asante na kwaheri.